Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni mimi e, ndugu yangu ndugu yako, mchungaji wa watoto walioko katika mazingira magumu ya rohoni. Jina langu James Lemanko, na nipo leo natamani kuongea na wewe e, mi ni mchungaji wa watoto na vijana. Kwa hiyo tagusa kidogo ambayo yanawahusu watoto wanakaribia ujana wale wanafunzi ambao wako katika kufanya mitihani yao. Nitaongelea kuhusu Roho Mtakatifu, lakini hasa kwa mlengo wa watoto. Nimeongea mara nyingi kwa ajili ya nikiwalenga watu wazima, lakini niruhusu leo niongee na watoto wanaokaribia kwa vijana. Eh, Roho Mtakatifu na hao kwa nini Roho Mtakatifu na hao? Maana Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. E, nianze sasa kwa kuomba Mungu aweze kututangulia katika haya. Mungu Baba uliye juu mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakusifu tunakutukuza wewe, ninakusifu ninakutukuza, ninakuhimidi, ninakushangilia. Bwana wewe ni mwema, asante kwa yale ambayo unayatenda asante kwa nafasi kama hii ya kuweza kuyanena maneno yako na kuwanenea watu wako kukuhusu wewe kwa nafsi ya Roho Mtakatifu. E, ni si kwa haki yangu au kwa utakatifu wangu, hapana. Baba ni mwenye, mwenye dhambi ambaye anahitaji neema yako kuni rehemu, nisamehe mimi, maisha yangu na wasikilizaji wangu. Baba ukaribie, uwe katikati yetu kwa roho wako Mtakatifu, utufundishe tusio yajua kuhusu wewe katika ulimwengu huu tuweze ku, kuwa wafaida kwako kwa ajili ya ufalme wa Mungu katika dunia yetu tunayoishi sasa. Hakika tunakuhitaji Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Wabariki wasikilizaji, watazamaji wangu popote walipo, e Mungu, na ukapate kuwahudumia kwa njia ya kimungu kwa njia yako wewe mwenyewe katika jina la Yesu. Watamali, tutamaliza kipindi hiki wakiwa wamebarikiwa wamepokea kutoka kwako wewe mwenyewe. Karibu Roho Mtakatifu, jidhihirishe kwa watu wako, watu wako ambao damu ya Yesu imewanunua, ni katika jina la Yesu naomba Amen. Kwa hiyo mpendo wangu karibu sana e, ninaenda kuongea habari za Roho Mtakatifu um, hasa nikiwalenga watoto e, kama ilivyo huduma yangu. Ni mzee wa miaka sabini na mbili. Si mara nyingi utaona wazee wakiwa wanahudumia watoto. Kwa kawaida hii kazi wamewachia visichana vidogo vidogo, ndio vifundishe Sunday school, lakini kwangu mimi ndio kazi ya maisha yangu, maisha yangu yaliyobaki, miaka niliyobakiza ya kuishi, kama Yesu hajarudi hamu yangu ni kwenda na watoto mbinguni. Kwa nini? Ni kundi ambalo limesahaulika, hakuna watu ambao wanajihusisha nao kwa sababu zinazoeleweka, kwamba ha, watoto hawana chochote. Hata akipewa hela nyumbani, watampa shilingi hamsini au shilingi mia. Sasa shilingi hamsini, shilingi mia, utakusanya ngapi ili japo hata upate nauli ya kukutoa nyumbani ufike kwenye sehemu ya huduma uf e, kwa hiyo watu wengi wanaona haina faida kwangu. Mimi ni faida kubwa, na mara nyingi ninatokwa pesa ili niweze kuwafikia watoto, na niko radhi kwa hilo, maana mimi ninaweka mbinguni, nawekeza mbinguni. Ee, naweka mbinguni, sio hapa ili nipate, lakini nikipata ninapokea, maana ndicho hicho ambacho kinatumika kwa ajili ya kupeleka Injili. Injili haiwezi kwenda bila gharama. Tuondoke huko kwenye mambo ya fedha. Kwa hiyo ninawapenda watoto ninawafurahia watoto kwa sababu nilianzia huko na mimi, ndiko nilipata injili nikiwa mdogo, na tangu wakati huo miaka sitini na iliyopita, tunaweza tukaita hata sitini na tatu iliyopita au sitini na sita iliyopita zao, nilianza kumsikia Mungu nikiwa na miaka sita na leo nakwambia na miaka sabini na mbili ukitoa sabini na mbili toa sita inakuja hiyo sitini na sita ni muda ambao nimeweza kumwona Mungu ka, kwa njia nyingi kutoka udhaifu mpaka kufika mahali pa nguvu sana, from weakness to strength. Kwa hiyo Mungu wetu huyu amekuwa mzuri, ninampenda, ninamfurahia, natamani watoto wamjue. Hakuna wanaojishughulisha nao lakini, nipe mkono wa shirika, tuwafikie watoto tena. Ukimkuta mtoto ukamweleza habari za Mungu, ni rahisi mno, ni kama vile wanavyosema, mkunje samaki angali mbichi akiwa mbichi, unaweza ukamkunja na akawa ana faida bado, au bado yuko katika hali ya kutumika. Lakini ukingojea akakauka, mtoto akikuwa mtu mzima, amekaukia uovu na dhambi, kugeuka ni ngumu eh. Namkuta mtu ni mvutaji aliyebobea kwenye uvutaji sigara, jaribu kumwambia, anakuambia ninataka sana hayo mambo ya mbinguni, lakini sigara hii imenishinda eh, bangi hii imenishinda, au e, tabia fulani imenishinda. Na tabia ni kitu cha muda, ni kitu kinaingia kwa muda. Sasa watoto hawana watoto hawana tabia nyingi ambazo zimeshawakalisha na kuwaweka katika hali ya kuwa wateja au mateja, lakini ukimkamata mapema ile, unaweza una ukamsaidia na kwa hivi njia hii, yule samaki mbichi atakunjwa angali mbichi, na hata akikauka atakauka akiwa amekunjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio hiyo, natamani nipate nafasi hiyo. Hata mara nyingi napata nafasi kwenda mashuleni, shule za msingi, ninaongea na watoto kule, na wao nawaeleza mambo haya ninayokueleza wewe leo, kwamba njoo, hebu tushiriki pamoja, nikwambie faida za Roho Mtakatifu ili nikutie wivu, nikutie hamasa, nikutie kiu, eh, nikutie shauku umtake Roho Mtakatifu. Maana labda nianzia na andiko hilo la jinsi ya kumpata Roho Mtakatifu, eh, Ufunuo, kitabu cha Ufunuo sura ya, ya ishirini, eh, sura ya sura ile ya mwisho kabisa ya kitabu cha Ufunuo. Um, tutapata pale ya sura ya ishirini na mbili mstari wa kumi na saba ambapo anasema, na Roho na bibi harusi wasema njoo. Sehemu ninayoitafuta ni naye asikiae na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakae na ayatwae maji ya uzima bure.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 anywe. Tuongezee pale, anywe maji. Unaona, na haya maji yanaeleza vizuri katika huo mstari wa Yohana. Akamwambia kusema maji, nilikuwa na maanisha ni maji, ni Roho Mtakatifu ambao wale wamwaminio watampokea baadaye. Na kwa wakati ule Yesu aliposema pale, bado Yesu alikuwa hajatukuzwa, maana Yesu kutukuzwa ilibidi kwanza afe, afufuke, apae kwenda mbinguni na tutaona huko baadaye kwamba kweli baada ya hayo Yesu huyu haya maji aliyashusha kutoka juu mbinguni. Kwa hiyo nikutie shauku, uwe na kiu, uwe na hamu, uwe na e, uwe na uh, tamaa ya kumpata Roho Mtakatifu, na niseme hapa hapa mwanzoni kwamba Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kila mwanadamu alioko duniani. Kwa hiyo hesabu wanadamu walioko duniani, bilioni saba kuelekea bilioni nane, wote wanaweza kupokea sehemu ya Roho Mtakatifu, wanaweza wakampokea Roho Mtakatifu. Laiti iwepo siku ambayo dunia yote itajaa Roho Mtakatifu, dunia hii haitakuwa katika hali unayoiona wewe. Ndugu yangu unayenisikiliza Jiwekee ratiba kwamba nitamtafuta Roho Mtakatifu nimpate, kwa sababu unapompata Roho Mtakatifu ndugu yangu, nikuambie ni faida tu, hakuna hasara. Roho Mtakatifu anakufaa wewe, yeyote uwae, katika kazi yoyote ulio nayo ya halali. Kazi ya halali, iwe ni biashara, iwe ni kilimo, iwe ni mama wa nyumbani ambaye ana familia ya kutunza, iwe ni mwalimu mkuu katika shule au chuo, iwe ni mwenye kiwanda. Roho Mtakatifu huyu, na uzuri wake yeye anatutafutia faida tu, na anatuepusha na hasara ya kila namna. Kwa hiyo mpendo wangu, kutokumpata Roho Mtakatifu ni hasara kubwa. Watoto wanamhitaji Roho Mtakatifu na ni nini anajaa roho mtakatifu katika mtu? Roho Mtakatifu uko tayari kujaa ndani yako, hata katika mimba. Unaweza ukaona haya wasema, mwalimu, unazungumza hayo, unajua unachokisema? Ndio nakijua. Roho Mtakatifu hata kwenye mimba, mimba ya Yohana Mbatizaji, Luka sura ya kwanza mstari wa kumi na tano inasema hivi wakati. Haya ni maneno ambayo malaika anaongea na uh, Zakaria ambaye ni baba yake Yohana eh, Mbatizaji. Wakati yeye alikuwa yeye na mke wake walikuwa tasa, hawana mtoto. Sasa amekuja malaika, wakati akiwa kwenye zamu yake ya kuhudumu kama uh, kuhani wa, wa, wa, wa, wa, wa siku zile, na alipofika yule malaika, akamwambia ninakuletea habari njema, utampata mtoto katika uzee wako huu kwa mke wako Elizabethi na huyo mtoto sasa, huyu akawa na wasiwasi na mashaka. Kama wewe na mimi, nimesha kaa miaka yote hii ya maisha yangu, sasa hivi ndio naambiwa ndio tu nitakapopata mtoto. Akawa na wasiwasi wake. Kwa hiyo malaika katika kumshawishi akamwambia hivi, nawe utakuwa na furaha na frana, shangwe, watu watafurahia kuzaliwa kwake. E, maana atakuwa mkuu. Mstari wa kumi na tano, sura ya kwanza ya Luka, mstari wa kumi na tano, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio huyu huyu ambaye angemjaa mama yake Yohana Mbatizaji akiwa mimba tumboni, ndio huyo tunayemgojea. Usimdharau Roho Mtakatifu. Ah, we unaingia tu kwenye vitoto vichanga. Ndio huyo nguvu aliyoitenda kwa Yohana Mbatizaji kule tumboni, hatujui na faida zake kule hatujui lakini tunajua huyu roho mtakatifu ni mungu roho mtakatifu sio upepo sio nguvu fulani hapana hata yesu alituambia mta, ta, mtapewa nguvu mtajaa nguvu akiisha kuja juu yenu roho mtakatifu akusema roho mtakatifu nguvu ya roho hapana amesema roho mtakatifu atashuka matendo sura ya kwanza mstari wa nane mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu roho mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Haleluya! Kwa hiyo eh, roho mtakatifu akashuka ndani ya Yohana Mbatizaji akiwa mimba. Kwa hiyo kuanzia hapo, wewe ni mtu mzima unanisikiliza, umechelewa sana kumpata roho mtakatifu sasa. Unaweza ukarudi nyuma katika maisha yako na historia ya maisha yako ukaona yale mm, mashimo ulioyaingia huko nyuma, namaanisha failures. Kwa Kiingereza wanaita failures, kushindwa ambako umekupitia hizo siku za nyuma katika ndoa yako, badala ya kuoa mwanamke ambaye ni msaada wako, ambaye Biblia imesema kwamba si vye vyema mwana, mwanadamu akae peke yake au mwanaume akae peke yake, lakini nitamuumbia msaidizi wa kufanana naye. Uka, ukaona umem umemwoa mwanamke ambaye ni mzuri kuliko wanawake wote duniani, lakini amekuwa mwiba kwako, amekuwa ndoana kwako. Ni nini ulimkosa msaidizi anayeweza kufungua? Ulimkosa kiongozi ambaye weza, angaliweza kukuonyesha huyu ndio mwanamke wa kumwoa? Ungaliweza kumwangalia kwa eh, angalio la kwanza, wanaita first sight, au wanaita eh, ndio first sight. Ukimwona unasah mwanamke gani huyu? ha kaa naye. Baada ya wiki moja, baada ya mwezi mmoja, unasema Mungu nisamehe, nilikosea. Kumbe huyu ndio binadamu ambaye tunaweza tukaendana. Hayuko mzuri kama wengine wanaoona huko duniani, wamejipamba, wamejiremba au hawajajiremba lakini ni wazuri sana, lakini ndani mwao yule mtu ambaye ndio utakayeishi naye, utaishi na hiyo sura, sio hiyo sura ndio itakayo, inakuongoza roho yake, moyo wake, ukagundua mbona mzuri hivi unarudi kwa Mungu kumwambia Mungu, kwanza, asante sana, umenitendea jambo jema mno, asante kwa kunichagulia huyu ndio. kwa hiyo, ukirudi nyuma huko ukaangalia historia yako, ulikosea katika kuoa, ulitumia macho yako na akili zako. Tena wengine ninapohubiri huko njiani, eh, vijana nawaambia waokoke, wanakataa kuokoka kwa sababu wanasema ngoja kwanza nioe au ngoja kwanza niolewe kwa sababu ni kama vile unamwambia akioa amini akiokoka atabaki na yale masichana ambayo anayaangalia yeye, anaona mabaya sijui nini, lakini Mungu anakujua wewe vizuri. Ukimpokea yeye atakupa kile kilicho cha maana na cha thamani kwako. Yeye hana wivu kama sisi wanadamu. Sisi wanadamu ndio ambao tunaweza nika propose kwako mwanamke ambaye najua atakumaliza, au ataku maisha yako yataharibika. Sivyo hivyo ilivyo kwa Roho Mtakatifu, mpendwa mtakatifu. Roho Mtakatifu yeye anakutakia mema, anakukusudia mema, anakuwazia mema. Kiu yake ni aone kazi ya Mungu inafanyika katika maisha yako. Maisha yako hayatafanikiwa katika mambo ya Mungu ikiwa una changamoto za mwanamke aliyoko nyumbani. Wachungaji wengi wameingia, wame kwenye mtego, walipooa hawakutumia hawakumtumia Roho Mtakatifu, wanajikuta wamemwoa shetani mwenyewe, na shetani anafurahi mno akikupatia mahali pa ndoa na amekupatia ndoana ya maisha. Utaokoka kwa bahati, na wengine hata hawafanikiwi kwa kwa sababu ya ile ndoana aliyoipata kwa ndoa. Nini? tumpate Roho Mtakatifu. Nikiwa na watoto darasani e, niwafundisha darasa la tatu la nne, watoto wenye miaka minane tisa, nawaambia mwombe Roho Mtakatifu, mwombe Mungu ili kuanzia sasa hivi aanze kukutayarishia yule mwenzi wako wa maisha. Tumewahi kuwaona wanaume wanaua wake zao, tumeona wa, wanawake wanaua waume zao. Kwa hiyo, ninapozungumza hii, naomba ingie kwa msisitizo um, mkubwa katika maisha yeyote anisikilizae. Tunamhitaji Roho Mtakatifu huyu mbarikiwa, huyu Mungu wetu, atatusaidia katika uchaguzi huo. Sio hapo tu lakini katika mambo mengi nimechukua tu eneo la ndoa, lakini ningaliweza kuchukua mahali pengine popote, kwamba yale mashimo ambayo uliyaingia kwa njia ya elimu uliyoichagua, au kwa njia ya kampuni uliyoamua kuchagua au hita e, kitu chochote unachoweza kukiweka pale una, unakuta kwamba umeingia katika yale mashimo ulikuwa una uongozi wa Mungu na roho mtakatifu. Ni mstaarabu sana, haji bila kukaribishwa. Yeye ni mstaarabu anakaa pale pembeni akigonga hodi, anatamani kuingia katika maisha yako, lakini hawezi kuingia kwa lazima. Anayeingia kwa lazima katika maisha ya wanadamu ni shetani ee. Lakini sisi ambao tumesikia habari hizi, hebu ziwasaidie. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ulikuwa umekosa maarifa haya ya kumuhusu Roho Mtakatifu, ndio sababu duniani ukiangalia, watu wengi wanatembea hawamhitaji huyu Roho Mtakatifu, wanajifanyia mambo yao, wanajifanyia machaguzi yao wenyewe, lakini mwisho wake ni mateso na kulia na kuomboleza na majuto mengi. Sasa wewe, nataka nikuzuie kujuta, mpate Roho Mtakatifu huyu, atakusaidia kijana unayesoma, unamhitaji Roho Mtakatifu katika Isaya sura ya thelathini na mstari wa kumi na tano. Isaya sura ya thelathini mstari wa kumi na tano samani Isaya 30 mstari wa ishirini na moja Isaya thelathini mstari wa ishirini na moja anasema na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii ifuateni, ifu mgeukapo, mgeu kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Yuko Roho Mtakatifu ambaye unapofika katika maamuzi ya maisha, katika changamoto za maisha I nazungumza hata kwa nyenye vijana, ambao huu ni mwezi wa tisa, mnakaribia kufanya mitihani yenu. Mko watoto wa darasa la nne, watoto wa darasa la pili, wa darasa la saba wameshafanya mitihani, watoto wa form 2, watoto wa form 4 na sehemu zingine ambapo kuna mitihani. Kuna mmoja anaitwa Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu atakusikizisha maneno ya kukusaidia katika mtihani. Atakuwepo nyuma yako kukuambia, njia ni hii, au jibu ni hili, andika. Ninampenda Roho Mtakatifu, ni mzuri. Na so, mfano kila mara ninautoa wakati mimi nilipokuwa nafanya kazi, niliokuwa nafanya kazi, miaka ile ya kufanya kazi, maana nilistaafu miaka kama sita au saba iliyopita Uh, miaka ndio miaka saba iliyopita, elfu mbili kumi na nane ndipo nilistaafu. Nilikuwa naendesha ndege na ndege yangu, siku hiyo nimefika Iringa, tumetoka Dar es Salaam tuende niende eh, Mikumi, lakini kabla ya hapo nishuke Iringa, ili pale washuke abiria wa Iringa na nijaze mafuta kuongezea kwenda eh, Mikumi National Park, alafu nirudi tena Iringa kuchukua wengine kwenda Dar es Salaam. Um, kijana mwenye funguo au mwenye gari ya kunijazia mafuta alikuwa amepoteza funguo. Na mimi nilipofika pale, Deo, naomba mafuta, akasema bwana funguo sizioni. Nikamwambia njoo hapa Deo, wewe ni Mkristo. Deo sijui ni Deogratias au Deonali, lakini Deo kamwambia shika, tushikane mikono mimi na wewe, tukamwomba Mungu, tukamwomba roho mtakatifu, tukamwomba Roho Mtakatifu. Tuliposema amen, unajua nilitoka pale sikusikia sauti, ninakiri hivyo, lakini niliondoka, nikaenda nikakaa kwenye kiti chake, yani hivi moja kwa moja kama nimeongozwa nikakaa kwenye kiti chake, nikaingiza mkono kwenye kati ya driver na abiria kwenye viti vya mbele, nikatoa funguo nikampelekea Deo tukambariki Mungu. Ni nani anayefanya hayo? Roho Mtakatifu. Jambo dogo kama kupata funguo zilizopotea, kama ni jambo dogo alifanya huyu Roho Mtakatifu. Ninamshangilia kila mara na ninasema hivi, nawaambia watu kwamba Roho Mtakatifu ni waajabu kiasi kwamba hata ungedondosha sindano ile ya kushonea kwenye eh, rundo la majani ya ng'ombe, ukamwomba Roho Mtakatifu, atakuonyesha na atakupatia hiyo, atakuonyesha jinsi ya kuipata hiyo sindano. Ndivyo alivyo Roho Mtakatifu, si exaggerate, kwa sababu nimeshaiona hiyo kwangu, nimeiona kwa mke wangu wa akiwa anatunza hela za, za kina mama kanisani. Saa ingine anazificha mahali — maana unajua nyumba ina watu wengi — anaficha mahali ambapo mpaka naye baada ya muda zinapotakiwa zile hela hakumbuki ni wapi alipoziweka. Basi namwambia mama mwombe Roho Mtakatifu. Anamwomba Roho Mtakatifu, najua baada ya kufungua macho haraka sana anaenda chini ya kitanda au chini ya kabati au wapi, anachukua kiatu, humo ndipo fedha zilipo. Huyu ni Roho Mtakatifu na kadhalika na kadhalika. Na Roho Mtakatifu ni mzuri. Ewe mtoto mwanafunzi, mpate Roho Mtakatifu ili aweze kukusaidia. Unapojazwa Roho Mtakatifu kuna dalili zinazoonekana. Moja ya dalili hizo ni kunena kwa lugha unampokea roho mtakatifu, unaanza kunena kwa lugha, na siwezi kukufundisha jinsi ya kunena kwa lugha. Nitakwambia tu mwombe Mungu roho mtakatifu. Anasema yeye katika Luka moja, Luka kumi na moja mstari wa kumi na tatu yeyote amwombae baba roho mtakatifu atampa. Anayeshuhudia hivyo, anayesema kwa usahihi ni Bwana Yesu Kristo katika Luka kumi na moja mstari wa kumi na tatu au tulisome kwa pamoja, maana ni neno la msingi sana katika wale wanao mhitaji wanaomtafuta Roho Mtakatifu. Luka kumi na moja na mstari wa kumi na tatu tukianzia kumi na moja Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe au samaki ya, badala ya samaki atampa nyoka, au akimwomba ya yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wa muombao? Kwa hiyo kwa neno hilo ulishike. Hata kama utakumbuka mengine yote niliyoyasema, kumbuka hapa, Mungu ana hamu kama nini. Je, baba hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wa muombao? Kwa hiyo unapomwomba Roho Mtakatifu, Baba yuko tayari kukupatia na hajaweka idadi ya watu, na nimekuambia kuanzia mtoto mchanga wa mimba alimpata Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mpokee, jitayarishe kumpokea Roho Mtakatifu, maana yeye yupo kwa ajili yako. Roho Mtakatifu hatutamhitaji tukifika mbinguni, mpate sasa hivi, na unapompata sasa hivi utakuwa na faida katika ufalme wa Mungu aliyekuumba na kukuweka duniani. Maana yangu ni kwamba bila Roho Mtakatifu tutapotea potea katika maeneo mengi hata katika eneo la, la kumtumikia Mungu. Ole wako mtu unayemtumikia Mungu bila roho mtakatifu, utatembea kufanya kazi ya Mungu lakini haufanyi pamoja na Mungu. Ndipo utafika pale mbele ya Yesu atakwambia. Mathayo saba mstari nafikiri wa ishirini na mbili pale anasema, nitawaambia ondokeni kwangu, siwajui kamwe. Kame Bwana, hatukufanya mambo makubwa eh, kule duniani kwa ajili yako? Atasema, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa nini hamkuwa na Mungu? Kwa hiyo tu, tuwe na Mungu, tujae Roho Mtakatifu. Je, mtu anaweza akaingia mbinguni bila kujazwa Roho Mtakatifu? Kweli unaweza ukaingia, maana sharti la kuingia mbinguni ni kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini mpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, halafu tumika katika kazi ya Mungu kwa nguvu na uweza wa Mungu, ikiwa ni katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jae Roho Mtakatifu, nena kwa lugha. Ziko faida nyingi mno za kunena kwa lugha ninazo mimi kwenye kitabu changu hapa nimeandika faida mia moja, lakini ziko hata zaidi ya hapo. Roho Mtakatifu anapojaa ndani yako anavyoweza kukujenga wewe, maisha yako yakawa na nguvu kiasi, yakawa na nguvu kiasi cha kuweza yani mwili wako unajengwa. Biblia inatuambia unapojaa Roho Mtakatifu au unanena kwa lugha, unaponena kwa lugha unajijenga mwenyewe. Hatujajua maana ya kujenga mimi mpaka niliposikia hadithi za watu ambao walipitishwa katika mazingira magumu mno, ndio nikajua huyu mwili wake haukuwa tena ule ule wa kawaida, ulikuwa ni mwili kama wa malaika. Mungu ametukusudia wa makubwa, wapendwa. Hata Biblia inatuambia hatujajua yale ambayo Mungu ametupangia, wa ametukusudia. Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa nane mpaka wa tisa. Kwa hiyo mtu wangu, mpendwa wangu, mwanafunzi mtoto, mpate roho mtakatifu, mpate roho mtakatifu Akujae, nena sana kwa lugha, ili uweze kuimarika na kuwa na nguvu katika roho na katika mwili kwa utukufu wa Mungu Baba, kuitenda kazi ya Mungu ili Mungu wetu akapate kubarikiwa kwa maisha yetu ambayo tunayaishi hapa duniani. Mungu hajakuumba ili wewe ukawe ma, ma, na mamilioni na majengo na sijui vitu gani. Kumbuka siku unaondoka unaondoka hivi hivi, ulikuja uchi, unaondoka uchi, lakini katika kuwepo kwetu hapa duniani kuwekwa faida ya Mungu yule aliyetuumba ajione kwamba ndio nimefanya kitu cha maana kumleta huyu mtu duniani. E, na nimefika mwisho wangu sasa. Nataka niombe pamoja na wewe. Yuko mtu ambaye anatamani ampate huyu Roho Mtakatifu. Ili kumpata huyu Roho Mtakatifu, kitu cha kwanza uwe umeokoka umetubu dhambi na kumkaribisha Yesu maishani mwako, na baada ya hapo unaweza sasa ukaomba Roho Mtakatifu, uwe na kiu, uwe na hamu, uwe umehamasika kumtaka Roho Mtakatifu, nimpate Roho Mtakatifu kwa njia yoyote. Mungu anahitaji tu umwambie, niko tayari, nijaze Roho Mtakatifu. E, na utakapofanya hivyo, basi Roho Mtakatifu, yeye yupo, yuko mlangoni, anangojea, anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha mtu akisikia sauti yangu, umeisikia sauti yake. Sasa nilipokusihi na kukuambia ya kwamba umpate Roho Mtakatifu, nitaingia kwake nitakula pamoja naye na yeye pamoja naye. E, nimefika mwisho wa mazungumzo yangu kuhusu muhimu wa Roho Mtakatifu kwako wewe kijana, kwa, kwa mwanafunzi na hata kwa mtu mzima. E, unamhitaji huyu Roho Mtakatifu. Funga macho yako, tutaomba pamoja. Kama umeshawishika itakupeleka kwanza msalabani, halafu baadaye tutaomba kuhusu roho mtakatifu. Kwa dakika moja tu, sema maneno yafuatayo pamoja na mimi. Mungu Baba, mimi ni mwenye dhambi, dhambi zangu zimenitenga na wewe. Mshahara wa dhambi ni motoni, na mimi sitaki kwenda motoni. Ninajua ya kwamba umemtuma Yesu kwa ajili yangu, na Yesu amekufa kafufuka siku ya tatu kwa ajili ya dhambi zangu. Namkaribisha moyoni mwangu awe mwokozi wangu. Nashukuru Mungu kwa sababu yeye ya ameingia maishani mwangu, amenifutia dhambi zangu, nami ni kiumbe kipya mbele zako, katika jina la Yesu.